Ikumbukwe kuwa siku ya Jumanne ya tarehe 10 Juni 2025 ilisambaa video katika mitandao ya kijamii ikionyesha vurugu zilizojitokeza katika mkutano wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA chini ya makamu mwenyekiti wake John Heche ambao ulifanyika wilayani Igunga. Leo hii Chama cha Mapinduzi CCM kwa Tabora kimekanusha vikali tuhuma hizo ambazo zimeenea kwenye mitandao ya kijamii zikidai kuwa chama hicho kilihusika kutuma watu kuharibu mkutano wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA wilayani Igunga. Ambapo akizungumza wakati wa ziara ya kukagua miradi ya maendeleo katika kata ya Kakola na Ifucha zilizopo katika manispaa ya Tabora, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tabora, Said Nkumba, amesema kuwa tuhuma hizo ni za kupotosha na hazina ukweli wowote, hivyo CCM haihusiki kwa namna na yoyote na taharuki yoyote dhidi ya chama chochote cha upinzani. Nataka niwaambie walipofika pale Igunga, kwa sababu kuna vijana wao na kuna wanaCHADEMA wao hawawapendi viongozi wale wa CHADEMA wenyewe ambao hawataki kuingia kushiriki kwenye uchaguzi. Wale vijana wa CHADEMA wa pale Igunga wakaenda kuanza kuwashambulia, walipata mkong'oto sana na vijana wenzao wa CHADEMA. Sasa baadaye Unajua, mtu anayekitafutia tu Chama cha Mapinduzi balaa wasema awe ni vijana wa CCM. Vijana wa CCM huwa wanavaa uniformu kila wakati simnawaona, wale vijana walikuwa wachadema wenyewe wanatafuta mchawe, wakati mchawe wanao wenyewe, kwa sababu ukiangalia namna wanavyoendesha siasa zao ni siasa za majungu, za fitna, siasa za kutengeneza uadui, ambapo Chama cha Mapinduzi hakifanyi hivyo. Ndiyo maana wanaona kama Chama cha Mapinduzi kinatafuta e, mtu wa kushiria naye katika jambo la uchaguzi 2025 lakini sio kweli. Akiwa katika shule za sekondari za Kakola na Ifucha ambako wamekagua miradi ya ujenzi wa madarasa ambayo imegharimu zaidi ya shilingi bilioni mbili, Nkumba ameeleza kuridhishwa kwake na utekelezaji wa miradi hiyo ambao umefikia zaidi ya asilimia 90 ya ukamilishwaji. Tumeona miundombinu kadhaa ambayo imejengwa kwenye eneo hili shule lakini hii ni moja tu ya shule nyingi ambazo Mheshimiwa Rais ambaye ametoa kipaumbele kwa kweli kuhakikisha watoto wetu wa elimu za msingi na sekondari wanapata mazingira mazuri ya kufanyia kazi ya kujifunzia, lakini vile vile kutengeneza mazingira mazuri ya watumishi wetu. Tumeshuhudia vile vile nyumba nzuri ya kisasa ya walimu wetu ambao kwa kweli kimsingi watapata maeneo mazuri ya kuishi. Kwa hiyo, ndugu zangu, kamati ya siasa ya koa lakini vilevile na kamati ya siasa ya wilaya ambayo leo tumepita hapa pamoja na uongozi wa Chama cha Mapinduzi na watumishi wa serikali, nataka niwathibitishie kabisa kwamba sisi viongozi chama chama pinduzi, wa Chama cha Mapinduzi tumeridhishwa kikamilifu kabisa na kazi kubwa ambayo imefanywa kwenye eneo hili. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Tabora mimi ni Michael Samuel George na hii ni Daily News Digital, YouTube. pale Instagram tukipatikana kama habari leo. Usisahau kutufuatilia lakini pia usiache kusubscribe, kucomment na kulike.